Na bwana mmoja kati ya video ambazo imeenda viral huko mtandaoni ni hii hapa ya Mimi Maze. Bwana huyu ni shemeji wa zamani wa Jux ambaye, na e, pia, kumbe alikuwa anafuatilia tukio zima la harusi nyingine, sherehe nyingine ya harusi hapa Tanzania kati ya Jux na Priscilla. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba eh, bidada Mimi Maze bwana alikuwa katika mausi, sorry Mimi Maze dada yake ambaye ni Vanessa Mde. Nadhani nikishazungumza Vanessa Mde basi unajua kabisa kwamba ni ex girlfriend wa wa kijana huyu Juma Jux ambaye sasa hivi hapa ni kwamba Vanessa ame move on ameolewa na Marekani. Umeona bwana, na sherehe ya harusi ya Jux na Priscilla kiukweli ime, imevunja rekodi, na Mimi Mazi akiwa kama shemeji wa zamani, huyu ni mdogo wake Vanessa, e, mpenzi wa zamani wa mimi Maz ameshare kwamba na yeye pia anafurahia swala zima la harusi, amba, au sherehe za harusi ambazo zinaendelea hapa zilizokuwa zikiendelea hapa Bongo, kati ya eh, kati ya Jux ambaye ni shemeji yake wa zamani na Priscilla. So Mimi Maz, mdogo wake Vanessa, amekupitia ukurasa wake wa Instagram, ameshare ame pale juu katika Insta story ameandika kwamba ameshea video akiwa anatazama harusi hiyo ya Jux na Priscilla, alafu akaandika congratulations Juma Jux and Pris, my favorite, my, my fave. Jamani, yani kwamba hawa ndio favorite kapo yake, yani kwamba hii kapo ndiyo ambayo yeye huyu Mimi Mazi anayoipenda hapa Bongo. Sasa tunashangaje kapo ya dada yake? Je, Point ni kwamba huyu binti ameonyesha kwamba hii ndio kapo ambayo yeye anaipenda, yani kapo ya shemeji yake wa zamani na mpenzi wake eh, mpya ndio kapo ambayo sasa hivi anaipenda, na amewaandikia hapo congratulations Juxy and Pricy, yani amewapa hongera Juxy na Pricy. So hapa katika mitandao ya kijamii kama unavyoelewa ni kwamba page mbalimbali mbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba, hey, bona wakati watu mbalimbali mbali siku ya jana wakiwa wanafuatilia harusi ya star wa mziki hapa Tanzania Juksi na mrembo Priscilla kutoka Nigeria, JP 2025 pale Masaki, e, bwana. Miongoni mwa watu ambao walionyesha kufurahishwa na tukio lile ni pamoja na aliyekuwa shemeji wa Juksi kipindi yupo na mahusiano na Vanessa Mdee, Mimi Mars. So ukiwa kama mdao, nalizungumziaje hili tukio? Weka maoni yako katika comment section, katikaokao tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.